Viongozi waliochagua wanaita viongozi hao wafanya biashara, ambao ni wanasiasa, hawajui kutetea haki za wapwani. Wanapeleka matumbo yao kwanza, la kwanza la pili, wanapeleka matumbo yao kwanza na hawajui kutetea haki za wapwani kwanza. Kama kuna gavana ambaye tumemuona Mombasa ana ukabila, ni Abdulswamad. Abdulswamad ana ukabila wa kupindukia, ameweka familia yake nzima katika kaunti ambayo it is against the law. What's up guys? Karibu sana kwenye Van TV Media guys. If you are new, please just consider subscribe to our channel and turn on the notification bell, guys so that in case we do upload any story, any trending stories, it will be the first one to view. Waku. There is a story yenye tuliwahi share hapa ni kuhusu tule, eh, tule TikToker ambaye anajulikana kama Sofy Rony. Kuna story aliweza kusema ama kuna kitu aliweza kusema kuhusu ubaguzi wa kazi ama ubaguzi wa makazi kati ya ya Wabajuni na Wadigo ama tuseme ngozi tofauti hapa maeneo ya Mombasa, na so hiyo video ilienda zaidi mpaka tukaweza kupata penye, eh, account yake aliweza kui pull down which means aliweza aliwa kukatazwa na watu kwa yale maneno aliweza kuongea pale, na hiyo video imeenda zaidi na video ileza trend zaidi, watu wengi walifikia video na wakaanza kuongelea tofauti, wengi wakawa wanapongeza na wengi wakawa na mkashi tu kwa yale matamshi. Hata kuna video fulani hapa tuliweza weka, tuliwahi weka hapa kwenye channel yetu sorry. Na wengi waliweza kumuongelea zaidi wengi waliweza kutoa comments tofauti tofauti sana, But kuna ule huyu mwanaharakati ambaye huwa uh, anajulikana kama Batuli amerespond kwenye hii video na kuweza kumtetea huyu mwanadada kuhusu uh, ile swala tu lenye yeye aliweza kuongelea kuhusu mambo na kazi, kuhusu kaunti tofauti tofauti, watu kutoka kaunti nyingine na kufika kwenye kaunti nyingine ili kuajiriwa na ndiposa hiyo kaunti inawaajiri wageni wa kuliko kuajiri wale watu wenye hiyo kaunti ama watu wa nyumbani. So hiyo stori imeleta gumzo sana mtandaoni. So hebu tuangalie tu jinsi ama tusikize tu jinsi huyu eh, activist anajulikana kama Batuli alivyoongelea kuhusu hiyo stori ya Sofy Rony na kitu kinasumbua akili za wapwani na hii kitu ambacho kinasumbua akili za wapwani ni wao kukosa kufahamu, baadhi yao sio wote, elimu zao ndogo, watu wakienda mashule kusoma, wengine walikimbia shule. Watu wako hapa hawajui laws and bylaws za every county, na ndio maana watu kama hawa wakiambiwa kile kitu ambacho kiko wao wanapiga kelele, wanataka waombwe msamaha, wanasema sijui kitu fulani ni uchochezi. You know sometimes watu wakisikiza kitu, kuna two different people, there is those people who listen and understand and there is those who listen and complain without analyzing it, kuunderstand kuna kunaenda vipi. That is how things are. So, ndugu zangu, huyu msichana hii video yake nimesikiza more than two or three times, na kile kitu anachozungumza ni ukweli, na ina happen in a lot of counties, si huku Coast region peke yake. Lakini kuna kitu kilikuja kikaitwa, na kiko katika katiba, ambacho kinaitwa devolution, rasilimali za county na watu wa ile county, ugatuzi. Tumeelewana? Kuna Kilifi County, kuna Coast County, kuna Lamu County, kuna Tana River. Tumeelewana? Sasa, kabla faida hazijapatiwa kaunti ingine, wale watu wa ile kaunti lazima wakuwe absorbed kwanza, ndio sasa tupeane kazi kwa watu wengine. Hakika kila mtu ni Mkenya na anafaa kufanya kazi mahali popote pale Kenya, lakini haimaanishi tu absorb watu wa kutoka kaunti zingine wengi kushinda wakwetu hicho kitu ambacho unazungumza poti iko Mombasa na inafaa kuandika kila mtu. Yes, port is a gate. It's a gate pass to the world. Umenielewa, just like airport which is in Nairobi County. Tumeelewa, zile ni parastato kila mtu anafaa kuandikwa, lakini mahali palipo na ile parastato wanafaa wachukuliwe wao wengi, ndio wale wa Kenya, wengine waje lakini ukiangalia coast region kuna miksika mambo kama hayo kwa sababu gani? Kitu cha kwanza, elimu ya watu wa coast asilimia kubwa ni finyo. La pili, viongozi waliochagua wanaita viongozi hao wafanya biashara ambao ni wanasiasa, hawajui kutetea haki za wapwani, wanapeleka matumbo yao kwanza. La kwanza, la pili, wanapeleka matumbo yao kwanza na hawajui kutetea haki za wapwani kwanza kama kuna gavana ambaye tumemuona Mombasa ana ukabila ni Abdul Abdulswamad. Abdulswamad ana ukabila wa kupindukia, ameweka familia yake nzima katika kaunti ambayo it is against the law. Familia yake nzima ndio iko pale kaunti, ukiangalia na finance, ukiangalia na nani, ukiangalia na hao wadogo wadogo, wote ni familia zake watu wa kwake, madereva manini ushaona, it is against the law, lakini watu wakupigania hizi haki kwa wengine hakuna. Kwa sababu mtu kuchukuliwa Lamu aletwe hapa andikwe kazi, it does not work. Lamu muko na poti yenu Lamu muko na sehemu zenu, na kwa sababu viongozi wenu kama kina timami na wengine hawawezi tetea haki za Walamu ndio maana Lamu imeenda Lamu inaandikwa kama ulivyosema, Waborana, Wakikuyu, watu wengine, watu wa Amu ambao wanafua wanafaa kuwa absorbed. Wengi hawana elimu na hata kama wana elimu hawana watu wa kuwatetea kuwaweka ndani. Kitu cha pili, kuna ubinafsi katika wa pwani hasa, unakuja unakuta wanakosa la kufanya, inabidi wanatoka hapa wanaenda kaunti zingine kutafuta maisha Njo waangalie Wagunya, njo waangalie watu wa kutoka Amu wameingia wamejaa hapa mitaani Kisauni, wamejaa hivi wamekuja kutafuta maisha Mombasa. Ni ukweli, ni vizuri waje Mombasa, hatukatai, lakini ni kwa sababu kwao hakuna misingi, mbinu ya kufanya wananchi Walamu wapate afueni pale kwao, inabidi wanatoka wanakuja ku crowd kaunti zingine. Ushaona? Kujeni Mwandoni, Kwanzia Mwandoni, Kisauni, soko mjinga, nendeni muangalie watoto mama zao wamekuja recently kutoka Lamu wanavyotafuta maisha. Madada zetu kutoka Lamu wako mitaani, wanalewa pombe. Watoto wa Kiswahili wa kutoka Amu hawajui Kiswahili vizuri, wanaranga mitaani mpaka saa moja, saa mbili, saa tatu za usiku. Kuna watoto saa hizi tunajaribu kuwahifadhi, mama yao ameolewa si na mzungu, akazalishwa kutoka Amu, akabeba watoto amekuja nao hapa watoto wanazunguka children home tofauti wakitafuta kula mama amechukuliwa ameenda kuolewa na mrabai tumeelewana those are the consequences of bad leadership umenielewa this is another county na before tuanze kuabsorb kwa hii county lazima tujue katika county zenu munapata nini lakini kwa sababu mmechagua watu ambao kina timami na hayo makaburi mengine muliochagua hawawezi kuwatetea haki zenu. Kila siku wao ni speech. Angalia Timami alivofanya juzi, alivofanya juzi, kura za UDA alichukua, father in law, son in law, nani wote akawaeka katika nini. Watu walamu walipolalamika, ndio akamix watu. Hizo ndio mentality za Costeria na hawa tunaoita viongozi ambao ni wafanyibiashara, they are the representation of us na ndio wakifika kule juu pia wao wanabeba famili zao. Sasa mwisho mkija mkiambiwa na watu, sisi tumekosa kazi huku kwa sababu watu walamu wanakuja wanakuwa absorb. Wajaluo ndio wameandikwa wengi kaunti kwa sababu ya Raila. Watu wengine wakisaizi wa Kalenjin wanaletwa KPA, umenielewa? Pale tuko na dalu tayari, dalu tayari is not ready kwa absorb watu wa KPA, akaleta watu wake. Mwaguya ndio huyo, hayuko tayari kwa absorb watu wake. Sasa inabidi watu wa Mombasa wabaki wakinyanyasika kwa sababu watu wanakuja wana connection wana wana wana. No, those are not the bylaws of the county. na wanakuja wanaandikwa. Na hii story ya kushinda mkiambia mtu wao, uta lose followers, nini unfollow, unfollow. Kama mimi mlimfollow, apate platform ili awe please nyinyi. I'm sorry. And that is what also I'm telling my people ambao wamenifollow You followed me for a reason, but every day I will not be able to please you. One day utakutana na content ndo hii imetaja mpaka kabila lako na no, ukiangalia iko inabidi umeze, that is the reality, that is how life works. Ushaelewa hii story ya kushinda mkishambi wa kitu, munasema ni uchochezi, munapeleka kabila fulani sijui nini. Juzi niliposema hapa kuna baadhi ya Waarabu wana hizi tabia, ni kweli Watu wakaanza kusema o oh, sijui Kisao ndo msenge mkubwa sijui nini, but mbona huyo Kisao kama ni Mijikenda hakuenda kufanya ushoga Mijikenda land hakuenda kutafuta kwenda kuwashoga eh? Kwale akaenda kawashoga Kaloleni akawashoga Kilifi County alikwenda mahali biashara yake inanoga, mahali Waarabu wako wengi, umenielewa? Mahali hizi ngozi zimechanganya na Waarabu ziko nyingi, wao ndo wenye hiyo kazi. Tumeelewana? Kwa hivyo mkitajwa hapa jamani ni mezeni, mkubali. Hivyo ndio mambo yalivyo. Kama nyinyi viongozi mmewachagua kwenyu, hawawezi watetea haki zenu mpaka mtoke kwa kaunti zingine, mkale faida ya kaunti nyingine. It does not add up. Ni kama vile tunavyoona vitu kwa Naivas hapa. It's against the law. Naivas anakuja anafungua na kumata, anafungua nini hapa? Alafu anabeba wafanyikazi wote kutoka bara, anakuja anawaandika hapa. Abdulswamad hawezi ongea, kaunti zingine hawezi ongea. Ni mtu afungue kazi alafu alete wafanyikazi wa kutoka kwa waandike, na sisi ndio tuamnunulia vitu. It does not work like that. Nakumati alipoenda Tanzania akafungua Nakumati Tanzania. Mbona aliandika alia wafanyikazi wa pale tena? Tanzania wakamwambia una ruhusa hata kuleta wafanyikazi wa Kenya. Kama unataka wafanyikazi wa Kenya, rudisha hii Kenya. Now, that is how watu mnaowapigia kura defend your people. Angalia Nakumatt alipofilisika, ameenda na mishahara mingi sana ya Wakenya, tenda nyingi watu wamechukua, wajalipa, lakini Tanzania walipomwona amefilisika Nakumatt, walimwambia before ufunge, make sure umelipa consumers, umelipa wafanyikazi wetu, ndio utoe kila kitu. Wakalipo everyone. Mpaka leo kuna watu walifanya Nakumatt hawajalipwa, and that is the leadership you choose. So mkiambiwa wacheni kuja ku crowd county za wa watu mnaacha county zenu tupu. Wale watu mnawapigia huko make sure they are going to defend you. Make sure agriculture yenu iko vizuri mnaandikwa kazi watu wa ile county kwanza wakuwa absorbed kabla hatujaleta wengine. Kwa hivyo, mkiambiwa kweli wacheni kushinda mkiambia watu waombe msamaha. My friend, my madam, usiombe msamaha wala nini. That is how it is truth. Mezeni tusonge mbele na maisha.